Uh, demokrasi kama kuna maendeleo kweli, kuna kwamba watu wana uhuru kwamba, uh, siku hizi tunabishana bishana sana juu ya mambo haya demokrasi, lakini tu, tunachobishana sio demokrasi, tunachobishana, tunabishana mambo mengine, hatubishani juu ya demokrasi yenyewe, tunabishana juu ya misimamo simamo ya kijinga jinga, lakini lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi wa kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru, wanaogopa, wana hofu, wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mtu, wana, wakisikia mlangoni kwa kwa kwa, anafikiri kaja mtu kuwapeleka kwenda kuwafunga. Na kwa sasa, nchi ya namna hiyo hawezi kusema ina maendeleo, nchi haina uhuru wa watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa ya mtu hapo ndipo mnapoweza kusema watu wanaendelea. Sasa hivyo ndivyo kwa kifupi tulivyokubaliana tutakavyopima maendeleo yetu katika miaka hii 30 iliyopita. Sasa tuka, tukaanza kipimo basi. Tulipoanza kipimo tukakuta kwamba katika vigezo vingi sana, kusema kweli chizi zimefanya vizuri sana vizuri sana nyingi sana. e, ukichukua per capita income yao hiyo tunaisema imepanda, karibu nchi zote imepanda per capita income in real terms, sio sio sio sio imepanda tu kwa sh... shilingi tu hesabu. Hapana, in real terms per capita ni kama imepanda. Tukakuta kwamba elimu imeongezeka sana katika nchi zote hizi e, na, nilikuwa ni natumia mara mara mara kwa mara natumia mfano wa Tanzania, lakini si Tanzania peke yake, kwamba hiyo nioitaja pale juzi jana leo hii kwamba tuna Wajerumani wa na Waingereza watuachia mainjinia wawili, lakini sasa tuna mainjinia maelfu Uh, well, walituache literate sasa ni literate. Nchi nyingine hazikufanya katika jambo kama hilo, hazikufanya vizuri sana kama Tanzania, lakini zote kabisa, zote kabisa kabisa, zimeongeza elimu, zimeongeza elimu primary, zimeongeza elimu secondary, zimeongeza elimu universities, zimeongeza elimu ya ufundi, zote kabisa, zote katika katika side world, ni nchi, ni vigumu sana kukuta nchi ambayo haikufanya maendeleo namna. Ukichukua maisha ya watu, sisi hapa wa, wa, wakati wa Uingereza, wa wanatoka ilikuwa expectation of life hapa ni miaka 35. Sasa hivi ni nadhani iko miaka 47, sijui sasa, sijui sijui ni mingi. Eh, sasa 53, sasa anasema professor ni miaka 53. Eh, New York, New York wa wa wa we, weusi wa New York expectation of life yao ni miaka 46. Nataka mjue hivyo, ndio definition de, de, de, de, de, de ya maendeleo sisi ni miaka 53. Sasa nasema miaka 53 ni eh, kidogo sana, kwa sababu kwa sababu sasa hivi Ulaya ni over 70, lakini nchi nyingi kabisa zimeongeza. Cuba ni close to 70, Cuba ni close to 70, na nyingi sana zimeongeza. Expectation of life ya watu ni kubwa zaidi, vifo vya watoto vimepungua sana sana katika third world. Basi vipimo vingi vya namna hiyo ukichukua, utakuta wa, wa maendeleo ni makubwa sana infrastructure infrastructure kuongeza matumizi ya electricity kuongeza matumizi ya maji bora kuongeza mabarabara mazuri, transport ni nzuri zaidi, kuongeza utaratibu wa communication. Karibu nchi zote hizi zimefanya hatua kubwa sana, karibu zote, na hasa nchi kubwa kubwa hizi za Asia zimefanya mambo ya ajabu sana. kachina kale ka China ipi nakaita ka China, China lile Uchina, Inalima 7% inalima 7% ya ardhi inayolimwa duniani 7%, lakini wanalisha 20% ya population ya duniani bila kuhangaika kutafuta chakula mahala. Watu wa namna hiyo, huwezi kusema hawajui kulima, eti kwa sababu hawana mashamba makubwa tu, eti kwa sababu hawana mashamba makubwa, huwezi kusema Wachina hawajui kulima wanalima 7% ya total area inayolima duniani, wana feed 20% ya population ya dunia. Alafu katika mambo mengine hata maendeleo ya juu ya maendeleo mengine aina ya juu juu ya juu kabisa, katika science and technology, kuna nchi nyingine zimepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo ikawa ndiyo hukumu yetu katika hilo, lakini tulikuwa na mambo fulani fulani ambayo tulidhani hatukufanya vizuri sana. Na tuka, tuka, tunayasema humo. Moja ni katika kuchagua, ni katika kuchagua, ni katika kuchagua namna ya maendeleo. Mliposema tu, tu, tuanze ku, tuanze jamani nchi, tuzijenge nchi zetu. Wengi tuliona Ulaya, kwa sababu Ulaya inapendeza. Tuliona Ulaya, North America, ile North tunaita North, hii tunaita South. Tulitazama North, tukakuta North ina, ina meremeta ina glita lakini, wanasema kila king'aacho usidhani ni dhahabu, lakini si tulidhani wote ni dhahabu. Tuliona ule mng'ao wa Marekani na Ulaya linapendeza, kaskazini inapendeza sana. Kwa hiyo tukaona wao wana majibu ya maana ya maendeleo, na tufanye tufanye kama walivyofanya, tulifanye. Hatukufikiri sana Hatuku, hatukujitahidi kufikiri sana na kusema sasa, jamani, hivi ndivyo Ulaya walivyofanya, sisi tufanyeje? Hatuku hilo hatukulipa umuhimu sana. Tulisema Ulaya imefanya hivi na sisi tufanye hivi na sisi tufanye, na matatizo yetu mengi yametokana na, na uamuzi huo huo wa kudhani inawezekana wote tuige Ulaya eh. Sasa inadhaniwa na wengi kwamba it is impossible, it simply cannot be done Bida. Kwanza dunia yenyewe haiwezi kubeba, kubeba eh, maendeleo ya unyang'anyi yale amwe, dunia yenyewe hii planet haiwezi kubeba maendeleo namna. Sasa hilo kasoro moja, kwamba hatuku, hatukufikiria sana modo modo kwamba Tanzania mkae mseme, jamani, tunataka hasa maisha ya namna gani? Tulisema si wazungu wanayo wanakunywa kwao, na sisi tunywe mm, basi tu, tumekuwa ni watu wa kuiga, si wa kuunda taratibu zetu wenyewe za maendeleo. Hata pamoja na kuiga na kuona mazuri ya kuchukua katika kaskazini, tulichukua tu kama dodoki, na hii kumeza tu kama dodoki imetuletea matatizo. Hilo tunalieleza, tunakosa hilo tunalisema humo. La pili ambalo nitalisema na kuliachia hilo, katika, katika mambo ya kuheshimu haki za binadamu, pamoja na kwamba nchi zetu hizi ni nchi ambazo zimepigania uhuru kwa kutaka kuleta haki za binadamu, lakini kwa kweli katika jambo la demokrasia hatuwezi kujivuna sana. Nchi za kusini tume, tumepuuza sana haki za binadamu. ni madikteta wengi sasa hivi ni wa kwetu, ndio madikteta wengi wa duniani sasa hivi ni wa kwetu. Wamo katika Afrika, Asia, Latin America, na sasa kusema kweli wanaanza kubakia Afrika zaidi kupuuza puuza tu maisha ya watu hivi kuonea onea watu tu kutujali jali jali watu hivi sana hao, tabia za namna hiyo ziko zaidi kwetu sisi katika, katika kusini kuliko kaskazini. Hilo jambo tumelikosoa humu hilo jambo, kwa hiyo tunaeleza tuna jambo la demokrasia kwamba lazima kico, mtakaposoma mle mtakuta kwamba tu, tuna, tuna iko demokrasia naeleza inayoheshimu watu inayotaka watu wa participate watu wawe huru katika nchi zao. Mtu aweze kutembea katika nchi yake, anajisikia ni huru kabisa. Eh, hiyo ndio tunaisema. Tunasema zile aina za organization zile, eh, za kuwa na vyama vingi au nini nini, hiyo shauri nyingine hiyo. Tunasema hiyo ni shauri nyingine, ndio tusibishane juu jambo la kijinga jinga hilo, ni jambo lakini la maana ni uhuru wa watu katika nchi yao, watu wanajiona katika nchi yao ni huru. Kama chama kimoja kinawatosheleza vyema, kama viwili vinawatosheleza vyema. Sasa hivi kod Zaia nitakuja kuambia ni baadaye Zaia wana mia moja na vine, sasa sijui kama vinatosha hivyo, sijui <laughs> <laughs>